Ndiyo, ni habari gani za asubuhi, ndugu mpenzi mtazamaji na msikilizaji wa kituo cha habari Reality Mambo TV. Natumaini wewe uko vema katika afya yako. Katika muda huu wa asubuhi, nikwambia ya kwamba ni tariki 17 mwezi wa Novemba mwaka wa 2025, ambayo nimekuja tu kukuletea habari, ni kupasha yale ambayo yaliyojiri, na sasa ni taarifa ya habari. Nakumbusha ya kwamba sisi tunapatikana katika mashariki mwake DRC, Kivu ya kusini ndiko ambako kituo hiki cha habari kinapoweza kupatikana, na kwa habari kadha wa kadha ambazo naweza tukakupasha siku hii ya leo ikiwa Jumatatu, ambayo tunaweza kukupatia nikitumaini ya kwamba maeneo popote ulipo Ulaya wa Marekani, Asia katika Afrika, hata katika nchi pembezoni ya DRC, unatufuata vema kabisa popote pale ulipo, na nikikupasha tu habari, bali ninakuomba kuweza kuungana nami mwanzo hadi mwisho, kujiunga kwenye kituo cha habari hiki, ili unafaidia habari zetu zote mapema, kama jinsi tu unavyoweza kuzifaidia katika muda wote. Ikiwa wewe tu umeshajiunga na basi, nitakwenda kugusia mara moja huko maeneo ya Shabunda katika Kivu ya Kusini, ambako mapambano yaliendelea kujiri huko kati ya Wazalendo na waasi wa M23 na hata kugusia huko Doha, Qatar ambako kulifanyika makubaliano kati ya DRC na waasi wa M23 na kumalizia pia huko Kinshasa ambako ifanyika uchaguzi na yeye me Boji Sankara kuweza kupita kama vile rais wa bunge ya kitaifa, na mengine kuweza kujiri kama jinsi inavyozungumziwa ndani hapo. Basi, ungana nami mwanzo hadi mwisho ili upate kupata habari kamili na ujue ya kwamba baada ya huo mtasari wa habari ni sasa ni kukupasha habari kamili kwa ile ambayo yaliyojiri huko katika maeneo ya mai mingi ya kwanza na mai mingi ya pili tarafani Shabunda, katika Kivu ya Kusini, ambako waasi wa M23 wameonekana kuingia maeneo hayo na watu kuingia katika wasiwasi wasi mkubwa na hata kuonekana kabisa hali kutokuwa salama na tukumbushi ya kwamba hayo yakithibitishwa mengi zaidi, e katika mmoja mm, ambaye aliweza kuyathibitisha kwa sauti M23 anachomokea mai mingi, M23 anachomokea mai mingi pale kwa Sampa njoo wa Front Michael Telema Mystic njoo vile Basoda walishala pa kimbili pa kokea na kimbia. Manake ni vitu kabisa vyenye tunakosa comportement kwa saa tujue tujicomporte nje na nizidi kuongeza ya kwamba baada ya kuonekana waasi wa FCM 23 maeneo hayo ya mai mingi ya kwanza na ya pili uko tarafani Shabunda, na hivyo kuweza kusikika Fardise kukimbia maeneo hayo na pia hao waasi wa M23 kuweza kuingia katika mtego wa wazalendo na kupigwa vikali hata kuchukua tena mahali hapo. Bazalendo waliwapiga, bazalendo waliwapiga pale mai mingi. Waliingia mwambiskade ya wazalendo kimbia. Fardise na kimbia. Efardise likimbia bazalendo wakaingia wakawapiga Wapiga, wakabapiga sana. Walibatega, wakabapiga. Na mara moja tujielekeze huko Doha, Qatar ambako kulifanyika kusanyiko kati ya gavmenti ya Kongo au nchi ya DRC na wahasi wa FCM 23 kuweza kufanya mkataba mkubwa ambao uko mkataba wa amani, lakini kutokana na mambo magumu ambayo yaliyobaki zaidi, na ni kukumbushi ya kwamba hayo ni mambo nane ambayo yanahunda mkataba huo wa amani katika DRC na sasa yamekuwa wazi na mbili za kwanza ni ambazo zilizoweza kusainiwa, lakini jambo la nne, tano na la sita yamekuwa jambo ngumu sana, au jambo lililo kuu ambalo linaomba mazungumzo. Nakikumbushe ya kwamba katika mambo hayo yote nane, ya kwanza na ya pili ambayo iliweza kusainiwa, lakini na ya kwanza ni mikakati ya uhuru wa wafungwa ambayo iliweza kusainiwa ya pili ni mikakati ya usimamizi wa ujuzi wa kuzima moto katika uwanja wa vita. Hayo tu ni yale mawili ambayo yaliweza kusainiwa huko, na mengine ambayo yalibaki yasiyoweza kusainiwa ni ya tatu, kurudisha upya mamlaka ya nchi na mitindo ya uongozi. Nigusie ya ine ni utendaji wa ubinadamu na ukingo wa haki. Ya tano ni mpangilio wa usalama kwa muda. Ya sita ni utambulisho uzalendo, kupangwa upya kwa wakimbizi na wale ambao walioacha makao yao. Saba ni kuachwa wazi kwa uchumi na huduma za watu, na nane, kama vile ya mwisho, haki ukweli na mapatano, ikifanyika hiyo ni tariki 15 mwezi wa Novemba mwaka 2025, ikiwa katika mikataba ya waasi wa M23 na DRC. Basi na kumalizia ya kwamba imesikika na kuchambuliwa wazi kabisa, kutokana na uchaguzi uliofanyika huko makao makuu ya DRC Kinshasa, ambao ulikuwa ni uchaguzi wa rais wa bunge ya kitaifa, na kuweza kuibuka mshindi Emeboji Sankara, lakini ikichambuliwa vikali na kuonyesha ya kwamba kama aliweza kupita ni kwa sababu ya maslahi pekee ya rais wa Kongo kuweza kuchukua nafasi hiyo, au kuruhusu jambo hilo lipate kutokea, kwa sababu ya jambo lake la kipekee kuweza kubadili mikataba au katiba ya nchi. Hilo ni jambo ambalo halikubaliki na kuweza kuonekana ngumu sana, lakini akiongeza na kusema ya kwamba hayo yanaonekana kwamba hayatoweza kufanyika kwa sababu kuna kuwa kibambazi kikubwa ya wahasi wa FCM 23, ni kweli kama vile umesema, nimeboji kwa wale wanaomfahamu wamekuwa wakifikiri karibu kukamilisha na kuhakikisha kwamba ni mtu wa karibu na rais wa nchi, na inazaniwa kwamba sababu za kuinuliwa kwake ni njia mojawapo ya moja kuweza kumrahisishia Rais Chisekedi kuweza kujaribu kama vile anavyokuwa kihitaji kubadili katiba hii. Ndiyo imekuwa ikisikika ikizungumziwa na wengi kwa habari za bwana Mbuji Sangara Mamanyero kuweza kuinuliwa kuwa spika wa bunge wa bunge. Kwa swala la pili kuhusu, uh, upinzani unavyokuwa ikufikiri kwamba Uh, rais anakwenda kubadili katiba kupitia Emboji Sangara. Inawezekana. Na labda tukumbushane mimi na wewe na kupitia wasikilizaji, nili ukikumbuka vizuri kuna siku tumeambiana kwamba upinzani nchini Kongo haupo, ni upinzani wa kupiga debe. Na Chisekedi tayari amewajua kwamba ni wapiga debe, na kana kwamba kupiga debe hakutoshi, ni wakorofi, wanakula hongo sana, yani corruption. Hayo yote mawili yanampa Chisekedi kutokuwajali. Utakumbuka nikasema kwamba inabaki njia moja inayoweza, na ndiyo inamzuia leo Chisekedi kutokugusa katiba ni upinzani kijeshi, upinzani unaomiliki silaha mashariki mwa Kongo unaoitwa kwa jina maarufu AFC M23, kupitia jeshi lao la uh, ARC yani, Armee Revolutionnaire Congolaise. Ni hapo ndipo panakuwa na ule mwiba, ni hapo ndipo panakuwa na ule uoga, haidhuru matusi na misemwa ya kuzihaki aa, lakini ndo hapo. Na ya pili ni hii ya huyu rais mstaafu Mheshimiwa Joseph Kabila Kabange ambaye ameanzisha aa, chama kingine ama muungano mwingine wa kwa jina la tuokoe Kongo. Mengine yote ni kama kelele hivyo. Kugusa katiba nafikiri haitakuwa vyepesi, maana hata na wananchi wengi hawa hawataki kwamba katiba ya nchi yao ingeliweza kuguswa. Lakini pamoja na hiyo inaonyesha kwamba Uh, mpango wa Rais Chisekedi uliyoko madarak, aliyeko madarakani unaendelea kuwa huohuo huo. Hasa kwa wakati ambapo imekuwa ikisikika kwamba yale ya makubaliano yote ya huko Doha, ya huko Washington na mengine mengi yanaonekana yamegonga mwamba. Nafikiri muda wa kugusa katiba haupo kwa sababu sura ya vita uh, inaonekana vizuri, harufu za vita zinaonekana moja kwa moja, uh, kulingana na huko kutokuheshimu mashauri yote waliyopewa pande zote mbili. Huyu ni Rafael, sina mengi ya kusema lakini ni kusema asante. Umefika tamati ya kipindi hiki, nikisema ya kwamba ulikuwa nami mwanzo hadi mwisho, ni shukrani kubwa sana lakini ninakuomba kujiunga kwenye kituo cha habari ili wanafaidia habari nyingi katika maeneo tofauti hata ulimwenguni mzima, na hivyo tu uweza kuwatumia watu wengine, ikiwa nao tu hawajaipokea habari hizi, ili na wafaidie kama jinsi unavyoweza kufaidia. Ikiwa tu leo Jumatatu tarehe 17 Iki mwezi wa Novemba mwaka 2025 nichi kukuletea habari, basi ukae chonjo, nikuletee zingine habari ikiwa tu ni mapenzi ya Bwana, basi tukutane tena, bye.